Kulikuwa na tetesi na bado tetesi zinaendelea. Kuna tetesi za kwamba e, watu wa ODM wamekaa chini na makomishana wa IEBC ili waone namna gani wataweza kuiba uchaguzi ama kubadilisha maamuzi ya wananchi wa Magarini. Nataka tu nichukue fursa hii niwaambie ya kwamba makomishana, bado nyinyi wageni sana. Itakuwa ni vibaya na ni vigumu, hususan huyu dada ambaye amewekwa kipaumbele kwamba yeye ndo mhusika mkuu, huyu naibu wa kamishana wa IEBC. Wewe ni Muislamu, wewe ni mama, wewe bado ni kijana. Wanaoteseka hapa Magarini ni wamama, wasichana, vijana. Tunaomba tu uwe na huruma, kama ni kweli hayo madai, basi wewe afadhali ujitoe, uachie watu wa Magarini wakafanye uamuzi. Na nimesikia kumepangwa hizo mambo za magunzi kuja kuleta shida Magarini. Na waonya tu kwa taratibu, msitufikishe mwisho, tumechoka, tunataka mabadiliko na isifike kiwa, kiwango cha kwamba tunaanza kusumbuana kwa vituo. Na wale ambao wameambiwa wapige picha kura ndo wakalipwa pesa na wagombea, ole wako ukifanya hivyo, ukishikwa, milioni moja ni fine, nafikiri fine yako itakuwa ni milioni moja. Kwa hivyo usifanye kitu ambacho kitaenda ku, ku, kuathiri maishani mwako. Naomba tu pige, ya kura yako ni siri yako. Naenda nyumbani. Coco FM, ladha ya pwani.